Karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku huu. Kwa siku ya leo, maeneo yote yanatajwa kuwa makavu. Hata hivyo, kwa siku ya kesho upepo unatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatajwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Huku hali ya bahari ikitajwa kuwa na mawimbi madogo na upepo kutajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya joto bado inaonekana kuendelea katika maeneo mengi, huku kiwango cha juu zaidi cha joto kikitajwa kufikia nyuzi joto 35 katika mkoa wa Morogoro, ikifuatwa na nyuzi joto 34 katika mkoa wa Katavi pamoja na mkoa wa Kilimanjaro. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Kigoma na Katavi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua huko katika mkoa wa Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma pakutarajua kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kwa maeneo mengine hapa ya nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi na mvua. Dodoma tunatarajia mvua nyepesi na vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe tisa na tarehe kumi. Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe kumi. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe nane. Arusha tunatarajia vipindi vya jua. ni kuhusiwa. Endelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Phares, asante na nikutakia wakati mwema.